Tumekuleta hapa kwa msada, inga serikali ya mtaa sio swala lake. Msada ni kwamba kabla tujawapigia simu polisi, tunataka tujue taarifa za hili jambo lipoje kiukweli, mwenyekiti. Ni kiundani mi mwenyeshi leo kiundani. Lakini lakii kipindi mimi natoka safarini narudi nakuta umati wa watu ukizonga katika dirisha langu, huku watu wakioneshana kuhusiana na kitu ambacho kiko ndani. Wakati nafika naangalia mule ndani nakuta kuna mwili. Lakini naam uja nielewa. Naam, mimi naelewa kwamba wewe umetoka safari. Ndiyo, na ile hali umeikuta. Ndiyo. Nataka uniambie kitu gani ambacho wewe unahisi kimetokea, mpaka mule mwili ukawa mule ndani, mtu akafa mule ndani kwako, na mpaka sasa hivi ukichungulia ndani ingia, maiti unaiona, tukiingia maiti hakuna. Hivi mwanamke ukoje? mbona kwao umeona mimi nafaidi na kuangalia akuna. Huko ulipotoka hujafaidi. Hmm? Huko ulipotoka hujafaidi. Eh? Tumesusiwa wewe. Umependa ni mama ambaye ndio TV la chogo nyuma huko umesusiwa wewe. Iti hivyo kapa hujafaidi. Naangalia hivyo TV. Eh? Anakupa kila kitu hiyo mama unachokitaka. Hmm? Bwana uko hivyo George. Nisikize mke wangu. Tambua hao watu wanakuletea vitema maneno wanataka kukubanisha. Kila tambua kwa mdomo na nakuambia maneno anataka na anataka kubaisha mimi na wewe eh. Singizia nyumba ya pili hiyo Joji eh? Mbona malaya hivyo Joji wewe eh, hivi unataka ni nikwambie ni, ni, nini hili ni, ni? Tambua mimi nakupenda mke wangu, kwa hiyo anatafuta tu mbinu tu ya mimi na wewe kutengana. Na kama kususiwa, eh, nasusiwa. Mbona unanisusiaga hapo ndani wewe? Unalala mzunguani na mimi nalala mzunguani. Na kwa hiyo kama nasusiwa nje Acha nisusiwe kwa sababu ndo maana leo nimekaa hapa. Sawa, sijui. Na sisi tumekuleta hapa serikali ya mtaa ili tupigie simu polisi waje wakuchukue wewe. Sasa polisi watakuchukua vipi bila ushahidi? Ushahidi ambao dirishani mtu unamuona ndani ukiingia maiti ya uyoni. Hebu tupe kama kuna lolote ambalo wewe unalifahamu kuhusu chumba chako. Ah, uh, kwa kweli mwenyekiti, mm, mimi hakuna ninachofahamu kuhusu hili ndani. Lakini mimi ninachoelewa ni kwamba kipindi natoka safarini nakuta mlangoni dirishani, kuna watu wamekaa wanachungulia mule ndani. Katika kufuata na kuangalia kuna nini watu wanaingia kesheni kwangu, ndio ndonauona ndani mwili, bwana bwanamod. Lakini ngoja kwanza ujanielewa, takiwa unielewe, yeah. ndo Di... raia wameona, na taarifa sisi tumezipata kabla ya kwako, na watu ndio mkuleta hapa baada ya kuwatuma watu wakaangalie mwili, wamekuja wameona mwili, lakini wakiingia ndani mwili hakuna. We, we, nataka wewe utoe msaada kuanzia hapa. Huu mwili kwa nini unaonekana ukiwa dirishani then ndani mwili hauonekani? kwa hiyo kama watu wanaendelea kugea maneno, endelea endelea endelea hamna. Sisi ni endelee Joji, eh, huyu ni ndani, ndio mgeni, endelea endelea hili mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa nijue nijisikie na wewe kusaidia au kuliweka sawa, kwa sababu ni jambo jipya kwetu. Kile chumba ni cha kwako. Sasa ukisema ujui wakati mali ni ya kwako, nani anaweza akakuelewa? Eh, ah, ukisema mimi nikupe mfanuzi kuhusiana na uwepo wa mwili mwili ndani, mimi mwenyewe napata wakati mgumu sana kuhusu mwili, kwa sababu hata mimi sielewi. Napoingia ndani mwili hauonekani. Narudi nje mwili watu wanauona. Na mimi pia nauona nikiangalia dirishani. Lakini nakosa majibu kwa sababu hakukuwa na mtu mule ndani. Kipindi naomboka mpaka narudi sikuacha mtu mule ndani. Na hakuna yanipa, sema, elemu, na kitu ambacho nimefanya. Ndio maana inanipa wakati mgumu kusema nijibu nini kuhusu hili. Mimi sielewi mwenyekiti. Bwana mjumbe. Ndio mwenyekiti. Nadhani ili swala la kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi tulipofikia nadhani unalitambua vizuri. Eh, hey, nasikia. Wewe unalionaje?

Angalia haya maisha ya... oh, unasema no, sema no, ni nini nini no. Wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe, sema sema, muoga muoga muoga sana sana. Mwanangu ni ni, ila mimi mimi nakushauri tu, bila kama umeoa na kimsingi, binafsi bado kichwa kinaniuma, lakini swala ya polisi kuna haja kwa kupigia simu polisi. Ili, na mahera, watatufanya. Kama wanavyojua gumu hali ya taharuki kwa wananchi yuko hapo. Jua na tukio hili lilotokea. Wananchi wengi, kulikuwa na taharuki kubwa. Sasa huyu kama jambo hili tukalimaliza sisi hapa. Sisi kama mtaa watawona kuna kitu fala kimetendeka. Ili kama jinai basi aende polisi, hata polisi wao wanaweza kutusaidia kupata kitu kingine zaidi ya kujua au tukavunja dirisha. Tukavunja dirisha. Kama unachokichungulia hivi ndani mwili unauona, unaona dirishani. Tuvunje dirisha tuone, tukivunja dirisha tutaona mwili

Yaani usiniguse. Ninapopata kitu. Lala huko mimi nilale huko, hiki unisumbua. Kwa hiyo ndio umeamua kunikazia. Eh? Kwa hiyo ndio umeona ni dawa kunikazia nini? Ah, sawa. Yeye. Ila hiyo sio dawa. Kulijua, tatizo ni bora kulimaliza ikaisha. Sasa mapenzi gani? Una tukichungulia hivi ndani mwili unauona? Unaona dirishani. Tuvunje dirisha tuone, tukivunja dirisha utaona mwili. Sasa ndio nasema, kwa sababu swala la polisi na polisi wao watatoa namba gari ya kufanya Bwana Modric kwa msaada. Napiga simu polisi wa kufuata. Sasa polisi wa nini? Na mimi sina sina tia yote ni kitu, mimi sina kosa. Sasa unakosa mwili ukioza mle ndani hivi kwa mfano za Samuel, mule ndani ndo unaoza na staili ndo hiyo hiyo ilishan, unaonekana umeoza ndani, amna kitu, harufu inasafiri, utashtakiwa wewe kwa sababu kuna kitu ndani kwako kinanuka, hata kama akionekane ni nini kinachonuka. Nikupe siri moja, kuna msemo unasema, timiza wajibu dai yake Haaamakama danauwa hivyo. Ile siku uliokuwa umepigia simu, ni kweli ulikuwa una mtu unamuulizia au ulikuwa unanifahamu, ulikuwa nataka kunijaribu? Kweli kabisa, okay. ah. Ah, sawa, lakini ujue eh, ni muda kidogo umepita, nikaona ni vyema nikupigie tuongee mawili matatu kama hutojali, lakini pia na kitu cha kukwambia, kama hutojali Linda, kwanza umeolewa kwa haujaolewa unasoma. Uh, sasa Linda, hmm. Naomba na, na, na kama utojali uwe rafiki yangu, kama utojali naomba uwe rafiki yangu tu. Tuna urafiki kati yangu na yako. Kwanza wewe ni wajibu wako kutimiza ile maiti ni kwa nini ipo mule ndani, kutoa ushirikiano huo, alafu utadai haki ya kuwa wewe hujakuja husika na mauaji, si umenielewa? Nataka tuwapigie simu polisi, inaweza ikawa ni msaada kwako. Sasa polisi, mimi nimefanya kosa gani wakati hakuna hatia ambayo nimeitenda hapa? Polisi wa nini, mwenyekiti? Hatia ni kwamba wewe pale ni kwako. Sifanya kitu Hebu tuulize, hebu nikuulize swali. wewe unadhani kwenye swali hili nani anahusika? Naweza nikahusika kwa sababu inaonekana kuwa ni kwangu, lakini hakuna nilichofanya mimi mwenyewe. Sielewi mtahusika vipi katika kesi hii. Sielewi, mwenyekiti.